Wote pale ulipo karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msede. Katika jitihada za kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi, wakulima wadogo wadogo wamehimizwa kubadili mbinu zao za kilimo na kujikita zaidi katika teknolojia ya kisasa. Mwanahabari wetu Living Emmanuel anaundani wa taarifa. Afisa kilimo kutoka taasisi ya AOP Iringa Izra Ignas ameeleza athari zinazowakumba na kutoa wito kwa wakulima hao kutumia mbinu endelevu ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa chakula unaendelea kuwepo. Tunawashauri wakulima wahamie kwenye teknolojia. Teknolojia kwa maana gani? Ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi sana sana yanaanzia ya, ya, ya, ya pale ya kwenye mvua, ukiachana mambo mengine kama joto na nini, lakini sana sana kwenye kwenye mvua kwamba asilimia kubwa tuseme zaidi ya asilimia sabini ya wa wakulima wanategemea kilimo cha nini cha mvua. Amewasii wakulima hao kuwa na utunzaji wa matumizi bora ya chakula ili kuepusha uharibifu wa chakula hicho. E, kilimo kile cha mazoea tuanze kulima kwa kuzingatia utaratibu wa kitaalamu ili tuzalishe chakula cha kutosha. Tukifika hapo sasa hata mahesabu yake yanakuwa sio sio kwamba uh, sasa yanakuwa sina sio magumu ya kusema kwamba sasa hii debe moja tutaliaje ndani ya mwezi. Wakulima hao wameeleza kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi yamesababisha uharibifu wa mazao hali ambayo ina hali ambayo imeathiri upatikanaji wa chakula na kusababisha ugumu wa maisha. Nyuma mimi nikizunguka huko nyuma nilikuwa nalima napata gunia tatu linanisaidi. Mwaka huu hakuna. Kwa hiyo hali ya, hakuna. Nimekwama. Kweli hali ya maisha kwa kweli tunakoendelea ni ngumu. Mabadiliko ya tabia ya nchi ni moja sababu ambazo zimekuwa zikipelekea vyakula ambavyo huwa vinalimwa na wakulima wadogo wadogo mashambani kuharibika, kutokana na ambayo imekuwa ikiendelea kutokana na mazao hayo. Tumetoka kumsikiliza afisa kilimo wa Iringa pamoja na wakulima wadogo wadogo wa Ma mazao wakielezea changamoto gani wanazozipata hususani kubadilika kwa tabia ya hali ya nchi mimi h Kio tahabu imewakutanisha baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa na mbunifu wa biashara kutoka venture kwa lengo la kuimarisha ujasiriamali kwa wanafunzi na jamii inayozunguka chuoni hapo. Tuungane naye Terence Munishi kwa undani wa taarifa hii. Mbunifu huyu amesema kuwa lengo la ISEA ni kuwatafutia vijana wa jasiriamali masoko, pia kuwapa vijana fursa ya kukutana na wawekezaji wa mbalimbali wa kutoka duniani kote. Uh, uh, Tanzania, Tanzania. Naye mfanyakazi wa Kiota Hub amewahimiza wanajamii kutembelea Kiota Hub kwani Kiota Hub ipo kwa ajili ya kuisaidia jamii na wanafunzi katika kubadili mitazamo. Eh, kwa kwa, wa wa jamii pamoja na wanafunzi wa chuo cha Iringa, ningewahimiza kutembelea senta kama t e, kwa sababu senta kama hizi ziko kwenye jamii au kwenye vyuo vikuu kwa ajili ya, ya, ya kuwasaidia kwa wanafunzi na upande wa kubadilisha mitazamo, kwa sababu najua kwa mwanafunzi wa kawaida yeye anahisi e, kuja chuo atimize coursework afanye u apas amalize, lakini ulimwengu unabadilika, ulimwengu unabadilika. Nao wanafunzi waliohudhuria katika semina hiyo wameeleza jinsi walivyonufaika na mbunifu huyu aliyewafundisha kuhusu jinsi ya kukutana na watu tofauti tofauti katika biashara zao.

kwa ajili ya wa wafanyabiashara wajasiriamali wa chuo kikuu cha Iringa na nje ya chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka hapa chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Tera Simishi. Taarifa yake hina tukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa na kwako na Tera Simishi. Katika msimu huu wa sikukuu ya Pasaka kumekuwa na utulivu wa bei za nyama tofauti na ilivyozoeleka katika vipindi vya sikukuu ambapo bei hupanda. UoI Digital imezungumza na baadhi ya wafanyabiashara wa nyama ambapo wamekiri kuwa hadi sasa hakuna mabadiliko yoyote ya bei kuelekea sikukuu hii. Mfanyabiashara wa bucha la nyama ya ng'ombe TRM anayefahamika kwa jina la Rich amesema kuwa bei ya nyama haijabadilika kabisa. Yes, bei ni za kawaida vile vile manake kilo moja tunauza shilingi elfu tisa nusu shilingi elfu nne mia tano na robo shilingi elfu mbili mia tano robo tatu shilingi elfu saba bei ni hazijapanda bei ziko vile vile Nao walaji wa nyama wameeleza furaha yao kutokana na bei ya nyama kubaki ile ile bila kupanda, hali itakayowezesha familia zao kula vizuri na kufurahia sikukuu ya Pasaka. nahitaji kula nyama, mbona hivyo watu wanatumia nyi moja ya fursa kuingia kwenye kigezo hicho kupandisha bei ya nyama <tipa> Shukrani sana Teras Munishi kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Grace Matiku. Raisi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anatarajia kurejea nchini humo, kwani kurejea kwake ni kwa nia ya kutafuta suruhu ya kudumu kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC Kongo. Hii ni baada ya kuishi nje kwa muda alipokimbilia uhamishoni kwa hiari kwa sababu zake za kurejea nyumbani ni anaofia hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa DRC Congo, hususan ni mapigano makali kati ya waasi wa, wa M23 na wanajeshi wa FARDC. Kurejea kwake kwanza kutaweka wazi maoni ya wengi, vile vile shutuma kutoka kwa Rais Chisekedi na wandani wake Huku hali ikizidi kuwa mbaya kwenye mzozo wa DRC, kurejea kwa Joseph Kabila na kuongeza hofu kwa wananchi wa Kongo, wakipitia wakati mgumu ambapo raia wasiokuwa na hatia wanapitia wakati mgumu na kukosa sehemu ya makazi kutokana na vita ya waasi wa M23 na wanajeshi wa Ferdes. Vita ya Urusi na Ukraine imeendelea ambapo Urusi wamerusha makombora katika mji wa Sumi kaskazini mashariki mwa Ukraine siku ya Jumapili ambapo zaidi wa ya watu 34 waliuawa. Makombora hayo yalisafiri umbali wa kilomita mia moja katika muda wa sekunda tano pekee, hivyo hakukuwa na muda wa wao kuweza kujipanga. Pia wameshambulia mji huo wenye shughuli nyingi, lakini pia wameacha majeruhi wengi. Basi hili lilikuwa mita chache kutoka katika eneo lililokuwa likishambuliwa, ambapo ndani kulikuwa na kililo. Ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka kumi na mitatu alifanikiwa kuruka na kufungulia mlango wenzake ili watoroke. niliona miili ya watu wengi ikiwa imejaa damu, pia madirisha yalikuwa yamevunjika. Nilitaka kutoka tu kwenye basi, nilihofia kuwa basi huenda lingeshika moto. Ndege hizo zilizorushwa angani zisizo na rubani zimeweza kurusha makombola maeneo mbalimbali katika mji wa Sumi huko kaskazini mashariki mwa Ukraine. Mashambulio hayo yamesababisha juhudi za okoaji kusimamishwa huko Ukraine, lakini pia tumehimizwa na maafisa wa dharura kujificha kutokana na shambulizi la angani ambalo linarusha makombola katika maeneo tofauti tofauti ndani ya mji wa Suma huko Ukraine. Ujumbe uliopo ni kwamba Steve Witkoff ambaye ni mjumbe maalum hurea kwa rais wa, wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Urusi Vladimir Putin yupo tayari kufikia makubaliano ya amani ya kudumu na Ukraine baada ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu ndani ya miaka sita. Tazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea basi tutakwenda viwanjani kuweza kupata yale ya kimichezo. Kutokana na kubadilishwa kwa ratiba ya mchezo wa mashindano ya vitivo chuo kikuu cha Iringa kutoka tarehe 29 na kurudishwa nyuma tarehe 18, waziri wa mchezo Prosper Mugeta amefafanua kwa kina sababu ya kubadilishwa kwa ratiba hiyo. Yataanza tarhe 29 mwezi huu wa nne, lakini kutokana na changamoto ya kimasomo, baada ya kuwasilisha ratiba iwe kwenye management management akuelekeza kwamba tuanee mashindano kulingana na almanaki ya chuo inavyoelekeza, ambapo almanaki ya chuo inaelekeza kwamba mashindano yawe yamemalizikasaya tarehe s. Hata hivyo mwenyekiti wa mashindano hayo ya vitivyo Geoffrey bukanu amesisitiza juu ya ratiba ya mchezo kuelekea mashindano hayo na kuwaomba wachezaji kuzingatia muda husika. Hiya, uzalama, team, uh, tinta, tinta, pia ulinzi na usalama utakuwepo wa kutosha. Nani nani, nani nani. Pia FC Heri Nagoma ameeleza juu ya maandalizi ya timu yake ikiwa ndio timu ya kwanza ya ufunguzi wa mashindano ya vitivo Chuo Kikuu cha Iringa pamoja na timu ya IT. Kwa kama kocha nimejipanga na wachezaji wangu wapo vizuri kitimamu kiakili na kimwili, pia wamejipanga vizuri kuelekea kulitetea kombe hilo. Wachezaji wote wapo, lineup zimeitwa I mean we imeitwa, kwa hiyo kwahiyo tupo tayari na tumejipanga kwa ajili ya mashindano ya mtofai. Malengo kama timu kama nilivyoeleza hapo mwanzo, malengo ya timu ni kuhakikisha tunatetea taji hili na, na kwa mara tatu mfululizo, na hakikishia mashabiki wa roho tutalichukua kombe. Kama ulipopata ulivopata wasawa kumsikiliza waziri wa mchezo, mwenyekiti wa mashindano ya vitivo, lakini pia kocha msaidizi wa sheria kuelekea katika mashindano ya vitivo ambao walipitishwa tarehe na kusegezwa nyuma badala ya tarehe ishirini na tisa na kurudi nyuma kuwa tarehe kumi na nane mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Uganda Jeremia wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Iweni Sanga. Mtazamaji wa UoI Digital tunaendelea kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia misamiati mbalimbali kupitia Bakita ambayo ni Baraza la Kiswahili Tanzania. Leo tumekuandalia msamiati maridhawa neno palakasa. Twende tukawatazame na kuwasikiliza wanafunzi mbalimbali ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa wakielezea maana ya msamiati palakasa.

Asili kuchomoka kwa mshikaji mwingine akasema mshikaji ana parakasa. Kwa nadhani maana yake ni kuondoka, la. Mmm, unaweza kunitumia sentence yoyote yenye neno parakasa. Ah, parakasa? Yes, of course. Kwa mfano mimi hapa nikiondoka, nimesema bata nimeparakasa. Mmm, of course. Uko sahihi. Okay. Ah, maana kifasa sasa hivi naweza kusema parakasa ni ile kuondoka kwa kutimua kwa mbio ametimua. Unajua, ah, okay, mm, yes, Kiswahili ni lugha ambayo kujifunza huwa po. Leo nimekuja na kamsamiati, natumai wewe upo familia na msamiati mbalimbali ya lugha ya Kiswahili mm, shaskia msamiati parakasa parakasa hapana, hata ku, kuona watu wanaongelea ongelea. E, ushaiona ile, labda mikasee mshangaa mtu fulani katoka ghafla ile, wanasema huyu parakasa, sijui niniwa. yeah, umewahi? Unaweza ukatunga sentesi kutokana na neno parakasa? Naona imekuwa kidogo. Nasema alipalakasa baada ya <laughs> alipalakasa baada ya, ya wenzake kumzomea <laughs> mm hiyo -hmm. <laughs> E, e, ndio maana maana kile mtu kutimua kuondoka kwa mbio mm. mm. Kuta labda mmekaa sehemu fulani, mtu mmoja anatoka hivi e. Ndio maana sahiyo neno palakasa Mtazamaji wa UoI Digital, lenye mwanzo kuwa halikosi kuwa na mwisho. Hawa walikuwa ni baadhi ya wanafunzi ndani ya chuo cha Iringa, nami na kuacha na sentensi isemayo Juma aliondoka kwa parakasa ndani ya kikao, kuliko nami iweni Stivu Sanga UoI Digital, tulonge kidigitali, nami na kuacha na sentensi inayosema aginole ana tabia ya kuparakasa na na hii ndio maana halisi ya msamiati barakasa. Mtazamaji wa UoI, tuna hudo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuendana nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Nikutakie Pasaka njema. Ulikuwa nami Angel Msele, asante na kwa heri.